Wanachama na viongozi wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, e, wanapotoka kwenye ofisi zao kwa ajili ya kuenda e, kwenye ofisi za jeshi la polisi ili kuweza kujua e, nini hatima ya mwanachama mwenzao na mwanafamilia mwenzao e, Mdude Nyangali ambaye inasadikika alichukuliwa nyumbani kwake na watu wasiojulikana e, viongozi wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA. Hivi ndivyo wanavyoondoka katika ofisi zao kwa ajili ya kuenda kwa RPC wa mkoa wa Mbeya ili kuweza kujua hatima ya viongozi wao. One, two. One, two. One, two. One, two.

ongea na mimi. Sasa tuko hapa kwenye ofisi za makao makuu ya jeshi la polisi mkoa wa Mbeya, lakini agenda yetu kubwa ambayo tumekuja kuzungumza hapa ni namna gani ambavyo inaonekana kwenye mkoa wetu na maeneo mengine ya nchi yetu hali ya wanachama wetu, hali ya viongozi wetu, hali ya watu mbalimbali su <tipu> wa... hivyo tumeona ni vema sana kwamba usalama mekua ni dogo sana, kama hivi, kama, kama hivi mnavyoona, ule nyangariika kwa nyumbani kwake, tunaona damu zimetapakaa viovyo. Kwa maana hiyo, tumeona tukutane na mkuu wa polisi mkoa wa Mbeya ili aweze kuia u kutupa mwelekeo na kila nzima ya mkoa wa Mbeya kwamba tunaendaje na tunaishia kwa sababu kwa sasa kila mwananchi mwanachadema na kila ambaye mpenda haki kwenye nchi hii amekuwa akiishi kwa mashaka. Sasa hivi huko hapa nje kama ninavyo wanasema tuko wengi, wengine wametawanyika kidogo, viongozi wetu wameingia ndani, wanaendelea kufuatilia mwenendo mzima wa namna wengine tutakavyompata. Ni wanachadema wamepiga kambi kwenye ofisi za mkuu wa jeshi la polisi mkoa wa Mbeya. Wanataka kujua hatima ya mwanachama mwenzao ambaye ametoweka, hiyo jana alivamiwa na watu wasiojulikana, hivyo wanataka kujua jeshi la polisi limefikia wapi kwenye uchunguzi wao, wakama wakama wa nchi yetu ikofikia sasa yapo sio la kwanza tukio hili, lakini ni jambo ambalo sio halali katika wa Mwenyezi Mungu, lakini kwa chama ambavyo kunavika amani kila siku tunahitaji, kwa jambo kama la Mdude sio jambo sahihi mbele ya Mwenyezi Mungu na sio jambo la afu, tunahitaji kumekuja hapa yako, tunahitaji mtu wetu. tunajua kwamba kwa sababu wao wajitambulisha bila kujali dini bila kuweza kwa jambo lote lile tunahitaji kukemea kwa vikali, na tusifike mbali kwamba tuna kwa mba sasa, tunakuelekea tutafika mahala kwamba sasa mwana CCM aziko na polisi, mwanachadema aziko na achadema, kwa mwendo ambao tunaelekea huu. Sio mwendo wa, sio mwendo wa kawaida, ni mwendo wa unyama usio umbilika, lango ndio hili. <laughs> <Mpulisi bea. laughs>